Habari ndugu mfuatiliaji wa channel hii . Leo nataka nikuelekeze jinsi ya kutrack simu ya Android. Na maanisha simu zile za Android iwe Infinix, iwe Samsung na aina zingine za simu za Android. Ni njia rahisi sana hii utaitumia kutrack au kutafuta simu iliyopotea. Tuende pamoja. Moja kwa moja, kwa kuwa simu yako imepotea utaomba simu ya jirani yako hapo, au kama una simu mbili, kisha utawasha data, kisha utaenda hapa simu hii ya Google Chrome. Baada ya hapo, utaandika maneno yafuatayo. Andika maneno yafuatayo sehemu hii. Andika kama jinsi mimi nilivyoandika hapo, bila shaka umeona. Kumbuka kufuata maelekezo. Baada ya kuandika hapo, kisha utakliki sehemu hii, kisha itafunguka kama hivi. Kwa kuwa umetumia simu ya jirani yako, utakuja kisehemu cha ku click sign in to start. Yaani hapo kama rafiki yako huyo au hiyo simu yako umeingia kutokana na, kutokana na, na simu nyingine au ameingia kwenye Google account, utakuja sehemu ile iliandiko add account. Sasa utakliki sehemu hiyo hapo au hapa. Baada ya hapo utakliki sehemu hapa ya email, utaandika email uliosajilia simu yako hiyo, kwa sababu simu huwa tunasajili ile email ya kwanza kabisa. Utaandika email yako hapo, kisha uta click next. Baada ya hapo, utaandika na password za email hiyo. Kwa hiyo ni vizuri uwe unakumbuka email ya simu yako iliyopotea na password zake. Baada ya kuandika hivyo tu, itakuja ramani kama hii ya kujua simu yako iko sehemu gani utakliki aina ya simu yako. Kuna maneno yatakuja kwa chini, yatakwambia uchague simu yako ilikuwa aina gani. Ukishafanya hivyo itakuonyesha location ya simu yako. Kama hapa mimi nimetoa mfano, inanionyesha simu yangu iko karibu na vituo hivi. Kama ni mkoa fulani wa Dodoma, simu yangu iko Dodoma, itakuonyesha sasa. Utaklik ule mkoa, kisha itaendelea kuzoom iko wilaya gani, na hiyo wilaya labda iko na hiyo simu yako iko karibu na kitu gani, iko na, karibu na stand ya basi, au wapi? Kwa hiyo utaenda moja kwa moja hapo utaikuta simu yako. Lakini njia hii vile vile unaweza uka play sound, yani simu yako labda ipige kelele, naona sasa. Ukifanya hivyo yule mtu aliyeiba atashtuka, lakini kama simu tu ilikuwa imepotea na hujajua labda umeipoteza wewe mwenyewe hapo ndani nyumbani kwako utaweza kufanya hivyo. Lakini kwa kwa kama mtu ameiba usiplay sound kuna kidoti cha kuplay sound, yachana nacho wewe. Wow, utaenda tu moja kwa moja, ah, utaona huyu mtu ndo yule. Basi maana yake kiduru ki unachokiona hapa hiki hapa ki location kitakuwa kinahama jinsi unavyozidi kusogea, labda umesogea stand ya basi, haya umefika hapo. Ah, jinsi una alafu unaenda na, na ile simu ya huyu ndugu yako uloazima ya utakuwa unaona location inatembea na utaenda kumkamata mtu huyu. I say, leo nilikuwa naelekeza njia rahisi kabisa ya kutrack simu iliyopotea. Nazungumzia simu zile za Android, sio zile za simu za iPhone au sio? Nakutakia siku njema, endelea kufuatilia elimu mbalimbali ambazo huwa zinapatikana kwenye channel hii kwa kugusa neno subscribe lipo chini tu ya video hii. Aise, nakumbusha ni kama hujawahi kusubscribe ndo uguse sehemu hiyo.